Serikali ya kitaifa inapoendeleza ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Ujenzi wa nyumba za bei nafuu za Machakos Township unaendelea kukamilika tayari kwa ufunguzi mwezi ujao. Na ili kufahamu kwa kina kuhusu ujenzi na upatikanaji wa nyumba hizi, tulizungumza naye afisa wa boma yangu Bimatha Teve, ambaye alitufafanulia mengi kuhusu mradi huu. Bimatha, ambaye yuko na imani kuwa mradi huu taipa Kenya sura mpya, alituarifu kuwa ujenzi wa nyumba hizo umekamilika kwa asilimia tisini. Uh, ana nyumba za Machakos kaunti za bei nafuu Uh, kwa sasa ziko katika um, kiwango cha kumaliziwa, tuko katika finishes. The houses are already, they are ready for allocation. Kuna aina mbalimbali mbali za nyumba kulingana na kiwango cha kipato cha mnunuzi. Kwa mfano, social housing ni kwa wale wanaopata elfu ishirini na chini. Affordable housing ni kwa wale wanaopata kipato cha kati ya elfu ishirini hadi laki moja na hamsini nayo affordable market housing ni kwa wale wanaopata zaidi ya elfu mia moja na hamsini. E, kategori zetu za affordable housing kuna social kama vile umesema. Social housing ni, ya, ni za wale wananchi ambao wanapata mshahara wa shil, shil, shilingi elfu ishirini, kwenda chini. Kuna affordable houses. Hizi ni za Wakenya wenye wanapata mshahara wa elfu eh, ishirini mpaka elfu 150, na kuna affordable market. Hiyo ni ya wale watu ambao wanapata mshahara wa hali ya juu wa 150 and above. Wale wanaonuia kumiliki nyumba hizi wanashauriwa kuwa na kitambulisho cha kitaifa, kulipa amana ya asilimia kumi ya gharama ya nyumba, nambari ya utambulisho wa KRA na ripoti ya mapato kupitia stakabadhi ya mshahara au M-Pesa statements, ili kuhakikisha kuwa wanaonufaika ni wananchi wanaostahiki. Kategoria yake inategemea kama umechagua eh, social ni kumaanisha income yako ni 20000 and below. Kama wewe ni mfanyikazi wa kampuni ama mahali popote ambapo unafanya kazi na un, umesema ukweli unapata 20000 uko na payslip, wakati unapojaza ile form ya location lazima utupatie evidence ya kuonyesha kwamba unapata 20000. Martha anaarifu kwa wale walio katika hali ngumu ya kifedha, serikali iko tayari kuwasaidia moja kwa moja kwa kuwapa amana ile ya asilimia kumi, akiongeza kuwa wanaofuzu kupata mkopo ule wa amana au deposit ni wale tu wanaopata chini ya elfu ishirini. Tuko na kitu inaitwa deposit assistance unapojaza ile form ya allocation, una specify hapo ungependa kupata deposit assistance, na pale kwa board Tayari Rais Ruto amewakabidhi baadhi ya wakazi wa Mkuru takribani elfu moja pamoja na wale wa Kisumu, huku akitarajiwa kuzuru maeneo mengine ikiwemo Machakos na Nakuru kubaini utayari wa nyumba hizo. <coughs> Wiklif Kipkemoi, Undugu TV.